Hayo yameelezwa na mratibu wa vijana KKKKT Mchungaji Franki Mng'ong'o akiwa mgeni rasmi katika sikukuu ya vijana na uimbaji iliyofanyika katika jimbo la Mashariki KKKT Dayosisi ya Meru mkoani Arusha. Amesema kuwa ili kupata viongozi walio bora ni vizuri kuweka misingi imara kuanzia ngazi ya familia. Kijana akiwa ni chachu ya maendeleo katika jamii, ni nafasi yetu kujitafakari. Tunapotazama kwamba tunataka vijana, tunataka viongozi walio bora, ni vizuri kuweka msingi kuanzia kwenye ngazi ya familia, kanisa, lakini pia hata jamii, ili tupate viongozi walio bora kwa leo na kesho na kesho kutwa. Lakini pia tunapata nafasi hii ya kutafakari mambo haya, tunatumia nafasi Mungu hakika imekuwa ni baraka, kwa sababu uimbaji ukianzia kwenye ngazi za familia italeta msingi mzuri, itajenga msingi mzuri hata watoto kumfahamu Mungu na kumpenda Mungu, ili vinywa vyetu vinapotamka vinatamka sifa. Lakini kuanzia udogo wao wakiweza kufahamu namna ya kumsifu Mungu, kumtaja Mungu katika nyimbo zao, itatufanya tupate watoto au vizazi venye kumjua na kumfahamu Mungu, lakini zaidi sana kumpenda huyu Mungu. Kwa nafasi hii ni wito kwetu pia kualika vijana kuendelea kutumia vipawa vyao na washirika kwa ujumla katika kumwimbia na kumtukuza Mungu ili kupitia vipawa na karama hizi Mungu aendelee kuonekana na mataifa wajue kwamba Mungu yupo. Mkuu wa Jimbo la Mashariki KKKT Diocese ya Meru Mchungaji Anate Palanjo amesema siku kuu ya vijana na uimbaji ni muhimu sana, kwani inatoa nafasi kwa kuunganisha makundi mbalimbali mbali ya kwaya na kubadilishana uzoefu. Ni siku ambayo tuna ona vipawa mbalimbali vya watu wa Mungu jinsi wanavyoweza kumsifu Mungu na kumtukuza kwa njia ya mbaji. Ah, wito wangu hasa kwa vijana ni kuwataka wajiunge katika vikundi vya kwaya ndani ya kanisa kwa sababu wengi wanakaa mbali na shughuli za ibada hawahudhurii bandani, lakini wangejiunga katika vikundi hivi, ni sehemu ya kuimarisha kiroho, lakini sehemu pia ya kuwaburudisha, ni sehemu ya kuwa na nafasi ya kumtumikia Mungu. Nao baadhi ya waimbaji walioshiriki katika sikukuu hiyo akiwemo Oliva Mafie, Rafael Jacob na mwinjilisti Elinasi Palanjo wameeleza faida za ushiriki wao katika sikukuu hiyo. Katika huduma ya kuimba kuna faida nyingi mno. Faida ya kwanza, tuna tunatangaza injili kupitia uimbaji. Faida ya pili, kuna wale ambao hawajui maana ya uimbaji, punde wanapokutana na matamasha kama haya, wanatambua. Kuna wale ambao yani, kupitia hii huduma ya uimbaji inaponya watu wengi, inaponya wagonjwa, inaokoa vijana, inaokoa yani, inaokoa jamii kwa ujumla. Kwa waimbaji wale ambao wamerudi nyuma Waje tumwimbie Mungu, tumwinulie sifa, tumtukuze, kwa sababu kila mtu ana sababu ya kumtukuza Mungu katika maisha yake, kwa sababu katika kumuimbia Mungu, Mungu anamlinda mtu na mambo mengi sana. Natamani na kwamba watu wote pamoja na Mungu wametoa vipawa mbalimbali mbali tofauti tofauti, lakini wale ambao Mungu amewapa neema ya kipawa cha uimbaji waweze kurejea kwenye vikundi vya kwaya, nao pia waweze kuungana na wa waimbaji wengine, kwa sababu ni faida pia kwao. Wanaepu, wanaepushwa na vitu mbalimbali ambavyo vitakuwa ni vinawashawishi mambo mabaya, lakini wanapokuwa kwenye makundi haya ya kwa kwaya basi wanakuwa salama. Sikukuu hii ya uimbaji hufanyika kila mwaka katika majimbo yote ya dayosisi ya Meru kutoka mkoani Arusha. Mimi ni Eli Hurumachao, Upendo TV. Habari.